umeishasikia mkutano wa mawakili wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano basi napenda kukujulisha kuwa chama cha mawakili tanganyika yani tls this time tunarudi arusha mawakili wamesema hivi arusha ni tls na tls ni arusha Until further notes. mkutano wa mwaka huu utakuwa na mambo mengi sana kwa hiyo ningependa kuwahamasisha mawakili wenzangu kuhudhuria kwa wingi, na kama ilivyoada, hatuna jambo dogo. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Mpango. Mawakili kutoka pande mbalimbali watakusanyika na kujadili masilahi ya wanachama na mustakabali wa tasnia kwa ujumla, wakiongozwa na kauli mbiu mwaka huu ikiwa ni uchaguzi na utawala wa sheria nchini, wito wa uangalizi wa kisheria na uwajibikaji katika mfumo wa uchaguzi. Uzuri wa mikutano yetu, Tanganyika Law Society una provide forum watu kukusanyika pamoja, junior advocates na senior advocates. We also mingo na some judges ambao wanakuwa invited ku attend mikutano yetu huko. Mkutano huu ukipambwa na mambo kemkem, kama AGM safari, social networking, tukihitimisha na bata la kisomi, yaani gala dinner litakalofanyika pale pale AICC. Ni ukweli usio na shaka kuwa mkutano mkuu wa TLS unazingatia kazi na dawa na mwaka huu tuna zaidi ya 40 katika kuangazia welfare za mawakili, tunakuletea multidimensional legal practice forum. Kwa uzito wake, TLS imeipa forum hii siku nzima. Yote hii ni kuhakikisha ufanisi na uwajibikaji kwa mawakili wote. Ni wakaribisha wadhamini na wadau mbalimbali kutumia fursa hii ya mkusanyiko wa mawakili wasomi zaidi ya elfu tatu na kutangaza biashara au huduma yako. Wasiliana ya nasi kupitia simu namba 07796 26215 au barua pepe. Mikutano yetu ya annual general meeting, siyo tu kwamba inatuweka pamoja kama mawakili lakini inatuimarisha katika taaluma yetu. Kwa hiyo na napenda kuwakaribisha mawakili wote, karibuni sana. MC Robert, hii ndiyo TLS AGM 2025 tunatamba nayo na TLS Section 4.